Omondi na Esther mwakazi wane wamepitia mengi machungu katika maisha ya ndoa lakini kubwa lao lilikuwa mwezi Julai 20 mwaka huu. Hilo lilianza pale Esther alipoenda katika kituo cha afya cha Diani kwa kliniki ya kawaida ya mama mja mzito. Wakaenda, nikaambiwa majibu yako ndo haya, unaona vipi? Nikamwambia ninaona laini mbili, wakaniuliza inamaanisha aje? Nikamwambia niko positive. Hakuridhika na kuamua kupimwa tena Waka wadamu wakaandika jina, wakaniambia bado, nika nje nikakaa nje. Wakaniita tena nilinde niangalie ya majibu yangu, nikapata bado niko positive. Bibi yangu wa ni blood group yake ni B negative, lakini wakati alipatikana kuna ukimwi akapatikana akawekewa tena wrong blood group B positive. Aidha, alitakiwa kurudi hospitalini akiandamana na mmewe na mtoto wao wa mwaka mmoja. Siku iliyofuatia tulienda, mtoto akapatikana kwa negative, mimi nikawa negative. Akapimwa yeye akapatikana tena positive, lakini vile walikuwa wanapima sio vile walikuwa wamenipima mimi na mtoto, kwa sababu kits yangu na mtoto aliweka kwa meza, lakini ya bibi yangu aliweka kando akatupatia mgongo, ndio baadaye akasema, angalia result. Nilipoangalia nikasema ziko mbili, mtoto wangu alipatikana negative, lakini hivi hivi akapatiwa ARVs, akasema kana itamsaidia kama pengine angepata kwa hizo virusi kutoka kwa mamake. na ingawa Fredrick ana mke mwingine, wanasema hawakutarajia matokeo haya. Maswali chungu nzima ya katanda kuhusiana na asili ya virusi hivyo. akuka kuzuri kwa nyumba kidogo, kwa sababu nilitaka kujua nini imeendelea nyumba yangu. Sasa ikawa ilikuwa tu nivurugike tu kabisa, mimi tangu nimeachana ni, ni, ni, ni na yule mwenzako kwa sababu tulikuwa wawili tulikuwa wake wawili. Mwenzangu akatoka miaka miwili, hiyo imepita, sijakuwa na mtu mwingine. Na wewe kama unaniambia hujatembea na mtu mwingine, basi sijui hizi virusi umetoa wapi. Nilimpata akichukua dawa ya kuosha umbwa, alikuwa anataka kunywa, anataka kujitoa uhai. Ilibidi nirudi chini, tukabembelezana hapa kuambia, tukabembelezana na yeye mpaka kazi yangu sikuwa naenda for almost 3 months, mimi nilikuwa nakaa hapa masaibu zaidi yalifuatia kutokana na dawa za ARV walizopewa. Mwili niliisha tu kabisa, nilikuwa sina nguvu, hata siwezi tembea. Ilifika mahali siwezi tembea kabisa. Kwa sababu nilikuwa natapika tu usiku na mchana. Alafu sasa na ile, vile zilifanya mpaka nikaanza kubleed. Hata mpaka sahii sijui mtoto nimebeba yuko hali gani. Ni hapo ambapo waliamua kutafuta ukweli katika vituo vingine vikiwemo zahanati ya Katoliki hospitali kuu ya Makadara Mombasa, na hospitali ya umma ya Kwale, wakahakikisha wenyewe, ndo wakasema niko negative na ile faili yangu, wakasema sasa wa itafungwa na ni stop hizo madawa kabisa, nisitumie kwa sasa. Familia ingali na maswali, yani, kwa nini na kivipi haya yakatokea. in this case it is the, the kids yakatokeai uh, which Uh, the, the, the concerned patient to be, to be positive. As I said, the kits usually come sealed. So they are not manufactured by the county. Shirika la Nascop ambalo husambaza vifaa vya kupimia virusi limejiondolea lawama la wama for use so we have no doubt about um the quality of the kits, uh, up to the point of uh, them being dispatched to the health facility kwa sasa jukumu la huduma za afya limegatuliwa lakini kaunti ilidinda kusema iwapo itachunguza wahudumu katika kituo cha afya cha Diani the best thing to do is what we call uh, DNA testing to determine whether uh, conclusively uh that patient does not have that disease if you've been tested positive at any one point and started an antiretrovirals before you stop you must have this confirmed by us at the national level we we we have literature that shows that that can happen but you are still positive NASCOP iliahidi kuchunguza kisa hiki na kumfanyia extra vipimo zaidi kuthibitisha hali yake lakini Esther na Frederick wamesema wanataka hatua kuchukuliwa ikiwemo kulipwa fidia kwa mazonge waliopata na wasiwasi wasi waliopitia na hasa kwa mjamzito mzito iwapo itabainika kuwa hajaathirika. Peter Mwangangi, NTV katika kaunti ya Kwale.